Nimemwona mmoja kabebwa. Naye ni mwanafunzi pia. Ndio. Eh. Yeah. Eh, yeah. We ni yeah. Nani? Eh? Yes. <laughs> Unaitwa? Mimi naitwa Agathe Nandi. Maltiki. Maltiki. Haya hilo e, mandike uko kidato gani? Oh, vizuri sana unatokea wilaya gani? nchini Mwana, kule Makambako mkoa wa Njombe. Njombe. Hongera sana. Vipi, unaonaje maeneo ya shule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 Kutoka Njombe hii hii, sio? Nimefurahi kukuona. Pija na makofi jamani, alifata ndiyo. Unatokea Mbea? Vizuri sana, pijeni makofi na yeye. Vizuri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 kwa upendo wenu ukwao. Endeleeni kukaa nao, hongera sana.